Lakini yeye mwenyewe tayari akasema hapa tayari, mimi nimeshatolewa, kwa sababu kama nyumbani kwangu huyu bwana amenitawala namna hii, nikienda nyumbani kwake atanifanya kitu gani? Kwa tayari huyo tumeshamtoa wa kisaikolojia. Hiyo ndiyo record ya Simba ugenini. Sasa hiyo record na ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza na Almasiri, hadi kufika mechi ya kwanza na Ahli Tripoli, hadi kufika mechi ya mwisho na, na, na Almasiri, ubora wa Simba unaongezeka hasa. Hiyo inatupa sisi wanasimba confidence ya kwamba mechi hii tunavuka, kwa sababu Stellenbosch tuna uwezo wa kumfanya chochote pale pale nyumbani kwake. Ndio maana nawaambia ndugu zangu andishi, nendeni mkawaambie Watanzania. Simba anacheza fainali mwaka huu. Wewe ulikuwa mpiga picha, siku hizi umekuwa mwandishi. Bahati na apply kwenye mpira wa miguu uh, lakini sio kwa Simba Sports Club. Uh, ni makosa ambayo tuliyafanya mechi na Kaizer, mechi na Orlando, makosa ambayo tume accumulate na kuyaingiza kwenye sehemu ya masomo na ndio maana tunasema mechi hii na Stellenbosch Simba anakwenda fainali kwa sababu hatuko tayari kuona tunarejea tuna, tuna makosoyali. Lakini uki, ukiangalia kwenye mizani eh, Simba na, na, na, na Stellenbosch Simba tuko juu sana eh, in terms of kila kitu. Sasa huo ubora ambao unatuweka sisi juu ndio ambao tunakwenda kuutumia katika mechi hii ya marudiano Simba aende hatua inayofuata. Ndio maana tunajiamini sana ya kwamba sisi tunakwenda fainali. <coughs> Baada ya kukosa ile nafasi dakika za jioni, mashabiki wamekuwa kwa namna fulani wakimbeza, hata baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wenyewe. Lakini wewe uliwahi kunukuu, kuandika kwamba ni namba kumi bora kuwahi kutokea ndani ya klabu ya Simba, pengine kutokana na hili ambalo linaendelea kusema Najnshala, unawaambia nini pia wanasimba lakini pia hata ambao si wanasimba, wana simba. ni kweli amekosa goli na ametu disappoint, na kuwa disappoint wanasimba wengi eh, ni goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua, Jean Shalea hua ana uwezo mkubwa, yaani ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge, wasinge, wasingekasirika sana wasingechukia ama wasingeumia sana, lakini watu wanaamini Jean Shalea hua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua, saa nyingine e, ubora wako ndio unaweza ukakuhukumu kwa hiyo Jean Shale Ahua ubora wake ndio ambao unamhukumu. Watu wanaamini kabisa, yaani wewe Jean Ahua, kwa ubora uliokuwa nao hapo ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyavu, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Shale Ahua, lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira, kwenye mpira wa migomo wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko, ite, kuliko hata ile ya Jean Charles Aguam. Sasa hatuna sababu ya kumsoma ngila muhimu tumtie kumsoma ngila e, na Kiswahili kumsoma ngila yani hivyo yani, eh, yani kum, kum, kuna nini Hakuna sababu ya kumzongazonga kufanyafanyaje? Ni kosa bahati mbaya, hata yeye tena, pengine yeye alikuwa anahitaji zaidi hilo goli kuliko mtu mwingine yeyote yule, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa. Kuwa yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wanasimba kusimama nyuma ya kijana wetu eh, Jean Charles Ahoua, kwa sababu ukiendelea kumzodoa alafu siku saba zijazo unamtaka huyo Jean Shalea Ahua aende akakufungie magoli ya kukupeleka fainali, unakuwa unajiumiza mwenyewe. Kwa hiyo tumpe moyo, tumambia y kwamba unaweza ukafunga tena na tunakutaka ukafunge tena, ili apate courage ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Shalea Ahua katika mechi ya fainali. Sema wakati mchezo wa kwanza na visiwani Zanzibar, kapteni wa Simba Mohamed Hussein alizungumza kwamba kuna watu ambao wanadharau kwa vile goli moja ambalo mlishinda kule, lakini ndio hilo goli ambalo pengine itakuja liwapeleka nyie kwenye hatua ya fainali. Kwenye hili pengine, unazungumzaje ushindi wa goli moja ambao mliupata ugenini, unakwenda kuwa faida gani kwenye mchezo wenu? Mimi ninachojua tunafuzu. Yani hicho ndicho ambacho mimi najua, tunafuzu safari hii Simba Sports Club E, tumebakisha safari moja ya kutumia terminal 3 msimu huu. Tumebakisha safari moja ya kutumia terminal yetu hapa ambayo itakuwa ni safari ya fainali na sio mbali hapo, ni mwezi wa tano, Mwenyezi Mungu atupe uhai. Sasa tunafuzu kwa namna gani, hilo na namwachia mwalimu Fadlu na vijana wake. Inawezekana goli la Jean Chalet ahua alilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa dakika zote likatupeleka fainali, sijui mmenielewa. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku saba peke yake likatupeleka fainali inawezekana kwa maana kule mechi ikaisha bila bila, lakini wakitufunga tutawafunga, wakitufunga tutawafunga, sababu timu hii ya Simba kwanza huwezi kuifunga goli mbili bila, inawezekana huwezi kuifunga goli tatu bila. Simba hii ukitufunga goli mbili, kuna letu moja ukitufunga goli tatu kuna zetu mbili. Simba nakwenda fainali mwaka huu. Kwa mashabiki ya utaratibu, wa basi ulishindikana, mabasi mengi yame bezi lika kubwa sana, na wengi wakawa wanasema ni mbali, at least ingekuwa Johannesburg tungeweza kufanya kitu, lakini Durban, magari mengi yamechomoa yame, yame, yame kwenda. Utaratibu pekee uliopo ni kwa ndege na anayehitaji kusafiri uh, shirika la ndege la Tanzania ambayo sisi ni ndege yetu Simba Sports Club ATC, wanakwenda wana ruti ya Afrika Kusini. Kwa hiyo anayehitaji kwenda Afrika Kusini aje ATC, uh, akate tiketi yake fu, bei yake ni ndogo sana, uwezi amini, kwenda na kurudi, bei yake ni dusko mno yani ni ndogo kweli kweli, huwezi hata kuamini nikikwambia bei yake. Yaani nashindwa kuelewa kwa nini nyinyi mmeshindwa kwenda, ndugu zangu. Adis unakuja very well, kwa hiyo unachukua zako hapa pipa ATC mpaka Johannesburg. Ukifika Johannesburg una option mbili, upande ndege nyingine kutoka Johannesburg kwenda mpaka Durban ambayo ni mwendo wa lisari moja au na bei yake ni dola 245 mpaka 280 hivi kutoka, kutoka, kutoka Durban kwenda mpaka kutoka Johannesburg mpaka Durban, au unaweza kupanda basi ni mwendo wa saa sita daa Dodoma fulani hivi kutoka Johannesburg mpaka Durban kwa basi ni ni, ni kama elfu tisini hivi za Kitanzania. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukatalii ukapanda zako basi ukaja zako mdogo mdogo, barabara nzuri Afrika Kusini, mpaka wanafika zako Durban. Ukifika Durban, tunawasiliana tuwasiliana, jamani, mimi ni Mtanzania, niko hapa niko hapa Durban. Sisi tunafanya logistics za kutafuta tiketi kwa ajili ya watanzania wote tuingie kwa pamoja uwanjani siku ya mchezo, na iko movement kubwa ambayo inaendelea Afrika Kusini hivi sasa kwa kusanya watanzania wote